Wakereketo wa lugha ashrafu lugha ya Kiswahili hamjambo? Sisi tu salama kama mtu usioliwa na mtu. Tumerudi mara nyingine kama ambao hawakutoweka basi. Leo tumekuja na mapya. Mapya ni yepi? Leo tumezuru katika maeneo ya Maseno, mandhari yake mazuri tu kama mnavyotazama tazama, tazama jinsi mpira mzuri unavyochezwa huko, tazama mazingira kwa kweli unayafurahia. Sisi hapa tumejibarizi na kutabarandi kwa kutulia tu uenjoy haya maeneo mazuri tu, kwa kweli ni mazuri. Tazama mjengo unaoona mbele yetu, kwa kweli unaonekana ni kama ishara nzema. Tazama huko ni akina mkala bwana na mtu wa dunia wamesabarandi, kweli mazingira ni mema tu, yanavutia na leo huku tume tumeweza ama tumepata nafasi ya kuandamana na mwandishi mbuji sana kati ya waandishi wengi ambao wamebobea, akiitwa ni Daktari Pauline Kea. Daktari ameandika vitabu vingi tu, na leo aswa nijiangazie kitabu cha Mapambazuko ya Machweo ambao ambacho kinatainiwa katika mitihani yetu yani hii, ya migalaa hii ya shule za upili. E, ameandika hadithi moja nzuri tu ambayo inaitwa Kila Mchezea Wembe. Katika hadithi hii anazungumzia jinsi pombe haramu imeharibu wananchi ama jinsi imeharibu familia ama, Hadithi yake ina muundo wa barua ambayo imeandikwa na Tembo akimwandikia mkewe eh, eh, akimwandikia mkewe Emmy kwa ajili ya kumuomba msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Eh, ana majuto sana ndani yake, ana katakata maini kwa yale ambayo aliyafanya. Katika barua hii tunapata kwamba amelazwa hospitalini pale eh, Neema ni wai katika andiki hile anasaindiwa na Salim kuandika barua kwa maana yeye kwa sasa hana huo uwezo, lakini ni muhimu tu na e, kwa maana anaposaidiwa na Daktari Nasir, kuna yoyote wa familia yake anayejitokeza kusaidia, kwa maana kila mchezea wembe ukatwa vianda vyake. E, tunampata ana majuto kwa sababu ile siku ambayo mkewe Hemi anamwambia kwamba akuja kuwajibikia wanawe, yeye hakusikia la mwadhini wala mteka maji msikitini, aliamua kwenda mchindini <laughs> kupiga pombe na wenzake. Pombe ile tunapata kwa mama pima kwamba ni pombe ambayo ni haramu kwa sababu inawekiwa sondo, inatiwa eh, panya wafu, nyoka waliokufa, surukali za ndani ambayo ndio watu kwenye vijiji vyetu wanafanya haswa kule mtindini ukawaenda, wanaita kaudoi watu wanakunywa, lakini wakati wakikunywa, ina madhara katika maisha yao, tusiseme hata kupunguziwa miaka ambayo wanafaa kuishi nje. Kijana ambaye si mzee sana, kupotea macho, kwani si athari za pombe? Pale kwenye mchindi tunapata kwamba Moshi anapoivugia anaishia kufariki kutokana na hiyo pombe. Kweli ni haramu, kwa nini tuinunue sumu? Tunapata tembo akiashiria kama sumu Pombe yenyewe imefanya yeye kuvuruga familia yake, yeye kuvuruga mazishi ya mpoa wake, mtotoe Natasha na kuishia kufukuzwa nyumbani. Haibu gani hiyo yote tisa kumi, kwa sababu ya pombe. Mbona tusiache pombe, vijana? Sisi vijana barobaro, sisi vijana wenye nguvu, mbona tusirudishie eh, our societies mkono? Kwa kizungu wanasema, let's just give back to our societies, kwa maana we should be productive hivyo ndivyo tunavyoishi. Hivyo basi, huyu mwandishi kwa kweli amepata, eh, tija kwa hiyo hadithi yake, kwa maana anafahamisha wanakijiji, we, wenzetu, we tuachane na, na pombe bwana. Profesa, sijui una kipi cha kuongezea kuhusu hiyo hadithi, kwa maana unafahamu mbili ama tatu. Ndugu zangu, asante sana. Mimi ni profesa eh, yangu tu ni mawili kuhusu madhara za pombe. Kweli pombe ni pombe ina inaadhiri watu wengi sana kwa vile watu wengi wanakunywa pombe bila kuzingatia madhara yake. Kwa vile hata kama unakunywa pombe, ni vizuri unywe kiasi ambacho akikuadhiri, semi unywe pombe haiko, kwa vile katika nchi yetu ime imeruhusiwa. Ime, ime tuzingatie, tusinywe ile pombe ambayo ni haramu, ile inafanya watu wapate macho hayaoni, kama hivyo na hiyo ndiyo mambo alikuwa anazungumzia Pauline Kea, na bwana Peterson hapa ndiye profesa wetu, na amewaambia hivyo. Basi ambapo tume, uh, tumefikia, naomba kusema shukrani kwa yote ambayo, kwa kuandamana nani, kwa mtima pamoja, haya. Asante, shukran.